Uvutaji wa sigara sasa athari yake iko hivi. Duniani kwa sasa watu milioni saba wanafariki kwa tatizo la sigara, wewe itampa saratani au itampa ugonjwa mwingine huko kama pumu, unaitwa COPD. Lakini sasa shia basi, kitu ambacho hatari zaidi, shia basi ukivuta sigara mimi naitwa second hand smoker, yani moshi wako unaingia kwangu, huh? Kwa hiyo hata kukaa karibu ya mtu anayevuta sigara ni hatari, kwa sababu watu milioni moja nukta mbili duniani wanafariki kama secondary smokers. Yeye yeah, hajawahi kugusa sigara, kwa, kwa, kwa, kwa kuvuta ule moshi tu, kwa kuvuta tu ule moshi. Wewe unavuta una sigara yeye, yeah, kama kavuta tano, jue umevuta moja yeye kavuta kumi wa umevuta mbili. Kwa hiyo profesa ma, ma, sorry, na interfere lecture kidogo, lakini kwa ajili ya kutia uzito wa hili jambo, majumbani unawashauri nini profesa? Kuna wazee wanapiga mapenzi, anapiga na sigara kapu, pakti nzima, kumbe anajua pale. Basi, mimi ushauri wangu mkubwa, kama unavuta sigara na una watoto mke ambao eh, unawapenda eh, mimi ushauri wangu ukavutie nje kama ni lazima uvute sigara, sio mule ndani, kwa sababu unawaathiri toto na wale ambao hawavuti wote. Nazungumzia, we tizama tu kwenye simu yako baadaye. Watu milioni moja nukta mbili wanapoteza maisha kwa sababu ya wewe, mtu mwingine unavuta sigara na mimi inaniaffect. Wanaitwa secondary smokers, secondary smokers. Na ubaya wa sigara ndugu zangu ina nikotini mle ndani. Sasa nikotini haina tofauti yake, uteja wake na bangi na heroin, kwa sababu senta yake ni moja tu, inaitwa dopamine center, na nafikiri ni kitu cha kukiangalia, ni kitu ambacho tunaweza kuepuka. Huwezi kuacha siku moja, lakini ungeweza kufanya utaratibu iweze kuwa na mama pale nyumbani, unayenisikiliza, ukiona mzee ana paketi kumi pale zi, ziamishe mm, kwa sababu akitafuta usiku wa kuzipata basi atakulani kidogo, lakini mpaka asubuhi atakuwa hajavuta. Kuhusu kupumua, ambapo kila siku wewe umekaa hapo unapumua, unataa habari hapo ulipokaa unapumua mara kumi na sita dakika kila daki kila dakika unapumua mara kumi na sita kwa hiyo ukihesabu kwa lisaa zima ukija kuhesabu kwa uhai wako utapumua mara milioni mia tano nukta tano. Kwa hi, hivi ni vitu ni muhimu sana ndugu zangu wa Islam, kwa sababu hivyo ndio vitu vya kawaida kwako na mimi vinachotufanya kuambiwa huyu mgonjwa huyu mzima, kwa sababu chochote kitachotoka nje ya huo mstari, wewe afya yako inakuwa sio sawa sawa. Tunazungumzia magonjwa ya moyo ambayo leo duniani yanaua kila mwaka watu milioni 18. Tunazungumzia pressure kuwa juu, shinikizo la damu kila mwaka linaua watu milioni 9.4 sasa hapo mlipokaa kuanzia kule mstari mpaka huko mwisho, kwa wanaume huko, hesabu tu, kila mtu wanne kuna mmoja wenu ana presha humu nao subhana, bila kuwa na wasiwasi, labda robo, sio labda robo ya watu mliokuwemo humu ndani, mna tatizo la presha. Sasa Waislamu kule wanafurahi. Iko hivi kuhusu presha kuna wale wanao presha wanaijua, kuna wale wanaopresha hawaijui, kwa sababu hatuna desturi ya kwenda kupima afya zetu. Sasa kuna wale ambao wana pressure wanatumia dawa, lakini leo katumia, kesho kaacha, kesho katumia, ka na grupu mmoja dogo tu ambao linatumia dawa na wako sawasawa sawa. sasa shia basi no. kosa kubwa ambalo ndugu zangu Waislamu na wagonjwa kwa ujumla wanafanya, wanasema mimi nikiwa na presha bwana naijua. Namuuliza mgonjwa unajuaje? anasema unajua, nikiwa na presha Dr Janabi, kichwa huwa kinaniuma. Namwambia she, mimi nikiwa sina hela kichwa kinaniuma. <laughs> Takbir! Wapenzi wa Yanga siko wakifungwa na Simba kichwa kinawauma, mm. Maana yake hiyo sio dalili ya kwamba unapre. Ukiwa na UTI kichwa kitauma, ukiwa na malaria kichwa kitauma. Nawaeleza hili ndugu zangu, usitegemee kusubiri kichwa kiume ndio useme kwamba mimi pressure iko juu yu. Na bahati mbaya kubwa wale wengine wanotumia wanasema mimi siwezi kutumia dawa kwa sababu nguvu za kiume zitaisha sasa ndugu zangu, ukipata kiharusi nguvu za kiume zitakuwepo? Hakuna. Tunamwona mtu anakuwa ame paralyze nusu, naam. Kwa hiyo hata uko sehemu ya siri nusu yake itakuwa imepoza. Atuhifadhi na jamani, tuinue mikono juu, Mungu atuhifadhi na maradhi, tunywe dawa. Ugonjwa watatu ambao si wa kuambukiza ni kiharusi. Kila mwaka kiharusi kinaua watu milioni sita nukta tano Ugonjwa unaofuatia ni saratani. Saratani inaua watu milioni tisa nukta sita kila mwaka. Sidhani kuna mmoja wetu hapa anaishi Dar es Salaam amewahi kupita Ocean Road hospitali akakuta hospitali haijajaa. Allahu akbar! Kwa hiyo, haya sio kwamba tunaasikiliza kwa wenzetu. Tafadhali wale ambao hawajawahi kufika Ocean Road wapite tu. Ugonjwa unaofuatia ni wa figo. Watu milioni mia nane hamsini wameathirika na figo duniani. La ilaha illa Allah. Ugonjwa ambao umekuja wa kisasa kabisa siku hizi ambao ulikuwepo zamani lakini umezidi, ni afya ya akili, mental health, unaua watu milioni moja, ugonjwa wa akili, ugonjwa wa akili mimi na uhakika humu ndani hamna mtu asiyemfahamu au aliyewahi kusikia kuna mtu kajinyonga. Ndio, huwezi kujinyonga kama akili yako iko sawasawa. Umepata msongo wa mawazo, unaona maisha haya hamna jinsi ya kutoka, imani inapotea. Hiyo ni afya ya akili ambayo haiko sawasawa, na kuna ugonjwa unaitwa afya ya akili hilo, yes. Wamebadilisha siku hizi, zamani shiya basi tulikuwa tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaita kichaa, ndio. Hilo neno tumeliondoa siku hizi kwa sababu kwamba huyu afya yake ya akili haiko sawasawa sawa. Watu milioni moja, kuna watu karibu milioni mbili na nusu wanafariki kila mwaka kwa sababu ya matatizo ya njia ya chakula. Sasa njia ya chakula ndugu zangu inaanzia kwenye mdomo mpaka njia ya haja kubwa sehemu yoyote katika hizo ikipata athari mwisho wake kama ukutafuta tiba unakuwa sio mzuri. Ajali za barabarani sasa hivi duniani kila mwaka watu milioni moja nukta tatu wanapoteza maisha na karibu milioni hamsini wanapata ukilema wa kudumu, na sababu kubwa wote tunafahamu ukichukua kwenye hospitali yetu ya MOI pale Muhimbili, umri ni kati ya miaka 19 na 29 Hawa ndio wamejaa pale odini. Sasa hafati sheria za barabara, anaendesha chombo cha moto huku amekunywa pombe, amepata leseni bila mafunzo sahihi, hayo yote ukiyachanganya na ndugu zangu Waislamu, naomba mfike tu pale Muhimbili.